Asante, sawa. Sasa tutapepa juu kidogo, mwalimu chairman kiasika hapo. Umeblock sasa na nawaoni. Chini kidogo, chini hapo. Haya, wanafunzi sibamba na mwalimu hapo, haya good. Sasa CDF through, I mean Cooperative Bank of Chai, NG-CDF Basari iko or order Kenya shillings 66 million shillings to go to Basari in Kabuchai constituency.

Whether the president is there or not, for years, and years to come, will remain the condition of Kenya. This was a very noble idea, which is assisting Kenyans, started with Mwai Kibaki. And I know very well, during the time of Mwai Kibaki, Mheshimiwa Raila Odinga was part of that team. Mheshimiwa Raila Odinga was part of the team that brought CDF. I don't know where has things changed in his mind.

The governors will not get this money this money will go to other uses it do not go to the counties counties have their percentage the percentage will remain whether CDF is there or not this money does not come from the governor's fund it comes from the treasury where where the governor gets their money is where CDF get their money

We are gathered here because of bursary na sisi katika shule zetu tunajua ukosefu ambao wa, uh, wazazi wetu wanapitia. Kwa hivyo tunapokutana hapa, watoto wetu wameweza kupata elimu, wale ambao wanatoka amba kwa familia maskini, wale ambao wanatoka kwa orphans kupitia kwa CDF. Kwa hivyo sisi lengo letu ni kwamba tunataka kushukuru CDF na kusema kwamba CDF ukifanya kifanya nini kuendelea kwa wazazi, si ni ukweli kwa hivyo wakiondoa mtawali kuona hii mambo hapa, kweli hakuna, hatuto haizipata tena. Tafadhali tuhakikishe kwamba CDF imebaki, ikiwa na ikiwa kuna shida yote, we can have an oversight committee but it can be able to look at the the the the complaint but the issue of saying that CDF is taken away from the MPs, and the MPs are all over the country I think that's what we are against. Tumekataa watu wakakuchai.

James Heni, nilikuwa uh, boda bodaboda hapa Chwele uh, Bungoma uh, nilikuwa boda bodaboda since 2014 until 2022. Ndiyo, uh, ni bahati tu, mbunge akapita then, uh, akamua kunirudisha shule. Nimekuwa kule Mombasa since 2022 March. Na nimemaliza kozi yangu, ni diploma, nimemaliza Januari

Uh, thank you so much maheshimiwa, wageni walikwa, ma principal, wazazi, na wanafunzi wenzangu, hali jambo. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Maulana ambaye ameweza kuifanya siku ya leo tukapatikana mahali hapa. Cha pili ni kumshukuru wa waheshimiwa walio mahali hapa, hasa mheshimiwa Majimbo. Mi naweza sema kuwa amekuwa mwema sana kwa ajili ya masomo yetu. Amehakikisha tuko shuleni, hakuna siku ametuahidi akatulenga. Habari zenu tena. Mi ningependa mpongeze kwa makofi kabla niendelee. Cha pili Mnaweza niruhusu nyongeji yake. Kuna siku mula wa kwanza tukiwa shuleni, alikuja shuleni, kulikuwa na mchezo wa riadha, alikuwa meketi anautazama ule mchezo, nasi kama wanafunzi wa kidato cha tatu cha nne tukasema lazima tumtoke, kama wanafunzi hakikisha ametuachia kitu cha maana. Bwana Yesu asifiwe. Tulifanya nini? Tuliandika kwa note, sema note, tukapea wakwasi wa wake wakapitia then wakampatia Bwana Yesu asifiwe, alivyosoma hiyo note lengo letu ni kutulipia school fees. Haya basi. Akaenda na sisi hadi kwa ofisi ya mwalimu mkuu ambaye ni Mr. Principal m Mr. Sami Chesoli shule ya upili ya Busakala, aliweza kutulipia fi, na akatuambia kuwa atahakikisha ametulipia fi hadi tumalize even university. Ndio huyo hapa kama wanafunzi imewajibika imeimarika na imekuwa yenye nguvu katika masomo yetu. Nini niseme kuhusu CDF tena? Kama area yetu hakuna mwanafunzi ajasaidiwa na CDF wote, na hata wako mali hapa. Cha pili, CDF katika shule yetu ya bisakala high school marafiki Wabuhoni, Mahonge, Kipichori, tuko chini ya CDF. Cha tatu ningependa tuipongeze kwa makofi. Cha tatu ninaongea kuhusu adui au mtu ambaye anataka kuipinga CDF, mtaniruhusu